Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Watu wote kwa kweli, bado tunaendelea kujaza fomu kwa ajili ya mita, na hata hivi nyumbangu hii nimeshafanya wiring chumba kimoja, kutokana na uwezo wangu niliyokuwa nao na pia bado tunaendelea kuhamasisha wengine nao waendelea kuingiza huo umeme. Kwa kweli, mimi nawashauri ndugu zangu katika vijana kama sisi, ijapo tufanye hata pakupokelea umeme chumba kimoja, sio shida, tukachukua chumba kimoja tuka wiring tupokelee kwingine huku, tufanye taratibu taratibu, sio shida. Usiku watu mazungumzo yanayotosheleza kwa sababu ya giza, lakini sasa umeme mnapofika, kila kitu kipo wazi, na afya zetu zitakuwa sa, safi kwa sababu hata Mungu watakimbia kwa sababu ya umeme huo, kwa sababu utakesha. Baadhi ya nyumba kadhaa tayari wiring zimekwisha kufanyika vizuri, na nafikiri baada ya wiki moja, wiki mbili, karibu nyumba zote 72 70 zitakuwa na mbi, sabini, zita wiring utakuwa umekwisha kufanyika na umeme ule nimefurahi ume kwa sababu nina wajukuu hapa ambao wanasoma shuleni. Wakirudi toka shuleni, inabidi wafike wajifunze masomo ya homework masomo ya nyumbani. Kwa hiyo umeme utawasaidia kiasi kikubwa sana kwa maendeleo ya masomo mazuri shuleni. Gharama za REA ni tofauti na gharama za TANESCO. Mwananchi anapewa anavutiwa umeme kwa gharama ya 27 na wananchi wanajitokeza kwa kweli. Wilaya ya Mbinga ina, tunatekeleza vitongoji 44 vyenye urefu wa kilometa 228 na, na tuko kwenye prosesi kwa maana ya kwamba tayari tulishasimamisha vitongoji zaidi ya 31 katika vitongoji 44. idadi ya wateja ambao tunakusudia kuwaunganisha katika huu mradi wa REA wa vitongoji upande wa single phase tunawateja elfu mbili na mia mbili hamsini na sita, lakini upande wa three phase tunawateja sitini na watatu Kwa kweli tunashukuru mradi umetekelezwa kwa ushirikiano mkubwa ambao umefanywa toka mradi unaingia. Hawali kabisa hu mradi hakuweza kutofikia, wananchi walikuwa na kero kubwa kubwa kubwa mno, lakini sasa hivi tunamshukuru kwa upande wetu wa kitongoji chetu kwa kweli mradi umetufikia, na hivyo tuna imani kubwa wananchi watanufaika hususani mambo ya kimaendeleo. Sasa hivi nina imani kubwa wananchi hawa hususani mimi mwenyewe tutanufaika kwelikweli kweli kupitia umeme huo wa REA. Usisahau kusubscribe kucomment, ku like na kushare, ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.